Mimi ni mchungaji Sephania Tweve, mchungaji wa kanisa la TAG Tanzania, Assemblies of God Tanzania. Kwa hiyo niko hapa mkoani Njombe, mtaa wa Melinze. Swali lako mwandishi wa habari ni la msingi sana, na mimi mwenyewe pia nimemsikia waziri mkuu anapoeleza mambo mengi tu ya serikali kinipamoja na hilo ulilosema saa hizi kwamba najisikiaje niliposikia kwamba E, serikali imefungua makanisa ya Ufufuo na Uzima e. Mimi na, nataka niseme kwanza ni faraja kubwa sana ambayo naiona kabisa. Tulikosa amani, tulikosa furaha kabisa, kwamba hii na nini sasa. Kwa kuwa mwenzako pia anavyoumia, nikawa naona kama inakuja taka kwangu tena nyingine. Kwa hiyo hakuna aliyefurahia kwa Wakristo, kwamba sijui sawa tu haya yafungwe tu, hakuwepo wote tukao tunaguna kwamba imekuwa kuwaje, itokee hii. Lakini taarifa nzuri ya jana ya waziri mkuu imenifanya nione Tanzania inawaelewa watu wake na imekuwa ni faraja kubwa sana, kwa sababu eh, makanisa yafunguliwe na watu waabudu, la kwanza hilo. Lakini pia kama kuna kosa ambalo kama siku nyingine inatokea mimi nitapendekeza mama mawili, la kwanza anayesema yule ndiye aadhibiwe au ndiye ahukumiwe lakini kanisa kama kanisa, taasisi kubwa, ni nchi nzima, hasa unapomfungia mtu wa Sumbawanga, mtu wa Arusha, mtu wa Tanga, mtu wa Njombe, ni kama maumivu mtu anayapata ambayo hayamuhusu kabisa. Sasa wamekaa tu nyumbani, wanasali chini ya mti, hawana amani. Lakini kama kuna mtu mmoja alikosea, basi huyo ndiye ambaye inabidi aulizwe na vyombo husika lakini ukweli, kama siku nyingine, kufungia kanisa sio kitu zuri, la kwanza hilo. Lakini pia la pili, niongeza zaidi, ni kweli kabisa, kuna sisi viongozi wa dini watu wanajikwaa, ni, ni, ni mba, a -a. Pale, unaweza kalipuka madhabahuni ukaongea vitu vigumu kabisa ghafla na ukawa kama umekosea hivi. Mimi niongeze tena kwamba anayekosea pale sio waamini, anayekosea ni mchungaji aliyesema neno yale, huyo ndio asaidiwe. Hilo tu nimelipenda sana. Kwa hiyo kifupi niseme nimefurahi sana kwamba makanisa ya Ufufuo na Uzima yamefunguliwa, watu waanze kuabudu. Ni baraka, ni amani, nimejisikia vizuri. Hongera serikali yetu, kwa jinsi ambavyo mnatambua umuhimu wa kumwogopa Mungu kwanza. Unapomfungia mtu kuabudu, ni kifungo kile, yaani ni kuhukumia kunyongwa kule, ni kuhukumia kunyongwa. Kuna mtu mmoja kwenye Bibilia anaitwa Danieli. Danieli walifanya hayahaya haya. Wakasema kuanzia si kesho, hakuna kuomba mungu mwingine, kila mtu usiyeabudu kitu gani, ikatangazwa ile. Danieli akasema sasa bana, kama mmefika hapo kunifungia nisimwabudu mungu wa mbinguni, haiwezekani. Akafungwa na madirisha kabisa, Yerusalemu amwone kwamba anamwabudu mungu usiku na mchana, asubuhi, mchana, jioni, akawa naomba anaomba. Kwa hiyo akahukumiwa kwa lili aka, lakini mungu alimtetea Danieli. Hii Wakristo wanajua. Kwa hiyo nataka niseme kwamba nashukuru sana kwamba serikali tumetambua kwamba kuna umuhimu wa mtu kuabudu. Kwa kipindi ambacho walikuwa hawaabudu, hali ilikuwaje? Ilikuwa mbaya sana ilikuwa hali mbaya sana, kwa sababu watu hawaabudu mtu umemhukumu vibaya, na wengine e, sijui nisemeje, alikuwa anaabudu mtu nyumbani tu nyumbani kwake. Sasa nyumbani kwake ni sio siku nzuri, inakuwa kama anampweke. Eh e, ilikuwa ni mbaya. Tumepata habari hawa hawakuhama waende labda Romani waende Lutherani labda waende TAG, kwangu mitueve walikuwa anazimia tumbani mwao, hasa ile nayo pia ni mbaya, ina maumivu kwa mtu ambaye amezuiwa kuabudu. Asante uh. Kwa majina naitwa Bright Peter Mwitumba, mimi ni mchungaji msaidizi wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Glory of Christ Tanzanian Church, lakini kwa taarifa ambayo waziri mkuu ameitoa jana, ni taarifa kwetu sisi ni njema sana. Taarifa ambayo imetupa furaha, imetupa faraja, imetupa amani ya kuanza tena na kuinuka na kusonga mbele. Ni taarifa ambayo imejaa furaha nyingi ambazo waumini uh wa kanisa la Ufufuo na Uzima hawana namna ya kuielezea furaha hiyo kwa sababu ni jambo ambalo tulikuwa tukilisubiri kwa muda mrefu liweze kutokea na ni uhuru ambao tulikuwa tunausubiri kwa muda mrefu, lakini kwa sasa uhuru huo tumeupata. Tunamshukuru Mungu kwa kumtumia waziri mkuu ameliona jambo hili kwamba ni jema, huduma za kiloho ziweze kufanya kazi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na sisi kama viongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima tumelipokea vizuri, na tunaahidi kabisa, uhuru huu tulioupata tutaulinda na tutautunza ili huduma yetu zidi kusonga mbele. Na imewachukua kama muda gani hivi umekaa bila kupata uhuru wa kuabudu? Mm, nafikiri ni kuanzia mwezi wa tano kama sikosee, hivi ndipo huduma iliweza kufungiwa, kwani miezi mingi mpaka sasa nafikiri ukihesabu hapo, unajua namna gani tumekaa na tukiwela kufungiwa, kanisa limetuasili pakubwa sana. Heo, kwa watu ambao walishazoea Uh, kukusanyika sehemu moja kumwabudu Mungu, unaambia kwamba huduma imezuiliwa, tafsiri yake sasa kondoo wanakosa mchungaji, huwa wanatawanyika. Sasa uh, ni kazi kubwa ambayo inatuwia ugumu kuanzia sasa hivi kuanza kuwarudisha wale wote waliopotea na kuwaweka pamoja. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu limewekwa wakfu tayari, kwamba huduma zianze kufanyika Tutaifanya hiyo kazi ya kuwarudisha watu ambao tulikuwa nao na tutasonga nao mbele kama ilivyokuwa mwanzo. Na nimepita kanisani kwenu jana jioni na leo pia, lakini nimeona bado pako vile vile. Pengine kuna, kuna utaratibu gani mnaosubiria mpaka sasa hivi? Ni lazima makabidhiano yafanyike kwanza ndipo sisi tuweze kuifungua huduma. Hatuwezi kufungua huduma kabla tujapewa tamko rasmi, na sisi tamko rasmi la kufungua huduma Sio lile aliotupatia waziri mkuu, hapana. Tamko rasmi la kufungua huduma sisi tutalitoa kwa katibu mkuu wa makanisa ya Ufufuo na Uzima duniani kote. Huyo ndio atakapotoa tamko rasmi, sisi makanisa yetu tutayafungua, hata kufunga vivyo hivyo. Tamko alilitoa katibu mkuu wa makanisa yetu ya Ufufuo na Uzima duniani aliposema ya kwamba huduma zimezuiliwa kuanzia sasa, msitumie tena aa, huduma ya ufufuo na uzima sehemu yoyote ile, mpaka itakapotangazwa tena kwamba itafunguliwa, ndivyo tunavyofuata, na hata sasa tunasubiri kauli yake aa. Na leo wapo mpaka muda huu tayari, mkuu wa wilaya nafikiri ya Kinondoni yuko yuko pale a, kanisa kuu Ubungo cathedral kwa makabidhiano zaidi. Tunafahamu maelezo kwamba Biblia inasema Mungu yuko pale popote duniani. Nyinyi katika kipindi chote ambacho mlifungiwa, mlikuwa mlifungi wa, mlifungi mnaabudu wapi? Um, kwa kipindi chote, huwa kila mmoja akiwa nyumbani kwake, kila mmoja akiwa nyumbani alikuwa akimwabudu Mungu akiwa nyumbani, lakini kama umepata neema, labda watu wawili wakikusanyika Biblia inasema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina langu, na mimi nipo katikati yao. Kwa kuta mtu kuomba peke yako, kama unashindwa labda umeenda kwa jirani yako ukiomba. Kwa hiyo wanaweza kuwa wame wako wawili watatu wameketi pamoja, wanamwomba Mungu. Hivyo ndivyo ibada zilikuwa zikifanyika, kwamba mtu anamuomba Mungu akiwa sehemu ya peke yake, akiona anashindwa sana, wanakusanyika wawili watatu, labda nyumbani wanaomba. Hiyo ilikuwa ni aina ya ibada ambazo zilikuwa zikifanyika kwa mtu mmoja moja, moja. Sio kwa kundi kundi kama kundi kukusanyika sehemu moja, hiyo kitu haikuweza kufanikiwa kwa sababu ya katazo la kuitumia huduma yetu, na sisi kwa kufuata muongozo na utaratibu uliowekwa tulishindwa kabisa kuwakusanya watu na kuwaweka sehemu moja, kwa sababu ilikuwa a, ni kuvunja utaratibu. Kwa kweli imetuvunja moyo sio kidogo, lakini aa, hatuwezi kupinga aa, lililopangwa. Huenda ulikuwa ni wakati wa Mungu kupitia majaribu. Majaribu hayana budi kuwepo, hayana hayana budi kumpata mtu yeyote, na sisi tumekubali kwamba hili ni jaribu limetupata na tulikuwa tukikabiliana nalo mpaka tuweze kushinda, na hatukuwa na njia yoyote kusema ya kusema tutakabiliana nalo zaidi ya kumwomba Mungu, kumshirikisha Mungu, na kwa Mungu tunaomba a, nafasi yako wewe ya pili ili tuweze kurudi tena kwenye huduma. Waziri Mkuu wakadantoa tamko, anasema mtakuwa chini ya uangalizi ndani ya kipindi cha miezi sita, mnasemaje? Hatuna wasiwasi juu ya hilo, kwa sababu sifikiri kama kuna makosa ambayo ni makubwa yalifanyika kwamba anaweza ya katufanya tukawa chini aa, ya uangalizi mkubwa wa namna hiyo, lakini tumelipokea sisi. Tutaendelea na huduma kama ilivyokuwa awali, na nafikiri tutakuwa tunachunguzwa, na hatuwezi kuzuia uchunguzi. Siku zote huwezi kujua unapokuwa kanisani ubavu wako wa kushoto au wa kulia uko na nani, ni kawaida. Kwa hiyo hata siku ambazo waziri mkuu hakusema, hapo mwanzo tulipokuwa tukifanya ibada, uchunguzi ulikuwa ukiendelea kwa sababu wasajili wa vyama uh, hivi ambavyo tunavitumikia walikuwa pia watu wanatuma watu kuchunguza huduma zinaendaje. Je, zinafata misingi na taratibu ambazo tumekubaliana, ni vitu kama hivyo. Kwa hiyo uchunguzi siku zote upo, tukiachana tu hili la waziri mkuu, lakini uchunguzi upo siku zote. Njombe kama Njombe tulikuwa tuna watu zaidi ya 200 yaani mpaka kanisa linafungwa tulikuwa na zaidi ya 200 hiyo ilikuwa ni hesabu ambayo ha, ikishuka sana, kwa sababu najua uh, mzani huwa una balance, unakuta mia hamsini eh mia mbili hivyo hivo, nakuta siku e, nyingine si watu wanazidi wanapungua kulingana na mabadiliko ya utaratibu wa watu wa kumwabudu Mungu. Mwisho, unaambia nini sa waumini wako ambao tayari tamko limeshatolewa? Uh, cha kwanza tunawakaribisha sana warudi kumwabudu Mungu kama ilivyo utaratibu wetu wa kumwabudu Mungu siku zote za ibada. Tunawakaribisha waumini wa, wa Ufufuo na Uzima na wale ambao ni waamini wa kutoka sehemu tofauti tofauti. Huduma yetu sisi imeshafunguliwa rasmi na tunawakaribisha kwa moyo wa upendo kabisa. Tukiwa kama watumishi wa Mungu, tuna imani kabisa lilikuwa ni jaribu na jaribu limekwisha, sasa tunasonga mbele. Kwa ile hatua ya waliopotea wote tunawakaribisha sasa waweze kuonekana wakitembea pamoja na Kristo. Amen. Uh, kwanza ni mshukuru Mungu sana kwa Amen, siku ya leo. Uh, jina yangu mimi ninaitwa Mchungaji Gift Josephat Sanga. Ni mchungaji wa kanisa la Pentecost FPCT hapa Njombe mjini mji mwema. Uh, kwanza ninapongeza sana sana Waziri Mkuu kwa kazi hii kubwa ambayo ameifanya. Hakuna jambo kubwa ambalo ilikuwa linatuumiza kama watumishi wa Mungu kuona kanisa halifanyi kazi kwa sababu kanisa limekusanya watu wengi sana wa aina nyingi ikiwemo e, wezi, majambazi na watu wa kila aina tabia mbaya zote. Yaani, ukitaka kuwatafuta watu waliokuwa na tabia mbaya wanapatikana makanisani. Sasa unapoona kanisa limefungwa, maanake sehemu ambayo hawa wenye matatizo yote ya wizi, tabia mbaya, hospitali yao imefungwa, maanake hawawezi kupata E, ma, ma, majibu au wa msaada wanaohitaji. Sasa ilipotokea hiyo kauli kwa waziri mkuu, kwa kweli mi nijisikia vizuri, na nimpongeze sana Mheshimiwa Mwigulu waziri mkuu wetu kwa kazi hii nzuri aliyoifanya kuiambia mamlaka inayohusika iruhusu makanisa yafunguliwe. Ni vizuri sana kwa jinsi nchi yetu tunavyo tulivyozoea miiko yetu na taratibu zetu tumezoea kuabudu wengine wanaabudu eh, miti wengine wanaabudu dini fulani, wengine hawana dini, lakini nchi yetu ilikuwa nzuri ni, ni, ni, ki, ni, ukiweka jambo la kanisa ni kama kuweka eh, kusema, unapamba sebule. Kwa hiyo ni kama ungeweka kitambaa kwenye kochi pale, ungefanya hivi, ni jambo ambalo linapendezesha nchi yetu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kwa kweli katika jambo muhimu ambalo serikali limefanya ni kufungua makanisa, na mimi niko nawaambia Subiri tuendelee kuomba Mungu. Mungu atafanya hakika, Mungu amefanya. Na mimi niseme eh, Mheshimiwa Rais pamoja na waziri wake mkuu wamefanya jambo zuri. Jambo zuri sana uh, waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima wametikisika wa kwa kipindi ambacho walikuwa hawajapata uhuru wa kuabudu, lakini ni kwa kiasi gani pia wanaweza kawa wamerudi nyuma kiimani. Uh, inaweza ikawa imeathiri kiasi fulani, lakini Biblia inasema eh, kwamba imani yetu sisi imejengwa juu ya msingi imara. Mimi ninachoamini ni kwamba hawajatikisika kwa vyovyote isipokuwa, eh, kuna wachache kama kulikuwa na waongofu wapya, basi hiyo inaweza ikawa imewaathiri pakubwa sana, lakini kama wale ambao wali walikuwa wamejengwa kwenye misingi ya imani, hao watakuwa wako bado vizuri na wanaendelea ni kipi mamlaka ambacho inapaswa kufanya zaidi endapo viongozi wa makanisa wanakuwa wame, kwa namna moja ama nyingine, kuna sehemu wamekosea kuliko kufungia makanisa? Uh, kabla hawajafunga kanisa, kwa sababu athari zinatokea kubwa sana. kwa mfano, nilikuwa napata takwimu ambazo sijui kama ni sahihi, ni zaidi ya makanisa elfu mbili yalifungwa. Sasa kama makanisa elfu mbili, watu wangapi wako ndani yake? Ni idadi ambayo haijulikani. Sasa unapofungia watu kama hao ukawanyima uhuru wa kuabudu. Ni vizuri kabla haujafanya jukumu la kuanza kuzuia eh, kama wamefanya kosa au hawajafanya kosa au kwa namna ambavyo serikali itakuwa imeona, ni vizuri wakae nao chini kabla eh, kwa mfano hili jambo mimi nilikuwa nachunguza, lilianzia mitandaoni eh, sasa taarifa za mitandaoni mara nyingi kila mtu anaandika kwa nia yake mwenyewe. Sasa ilianzia mtandaoni, mwisho likaha fikia kwenye hatua za kufunga kanisa. Ni vizuri mamlaka zina weledi mkubwa, zinaweza zikachukua hatua, wakaita wahusika, wakakaa nao chini, wakawaonya au wakawaambia tuna, tunaomba likae hivi likae hivi, mambo yote yakaenda sawa e, tusifikie kwenye hatua kubwa. Hatua ya, ya kufunga kanisa ni hatua ya juu sana kiasi ambacho eh, kimsingi wako watu ambao wanatutazama na wanaiangalia serikali wanaweza kaona dosari kwenye serikali yetu, kwa sababu ungewauliza mlikaa nao chini mkaongea nao akisema hapana. Eh, ila tu ikachukuliwa moja kwa moja na kufungia kwa sababu ya kauli moja. Lakini pia kama kiongozi, mimi kama mchungaji nimekosea, mimi niwajibishwe, sio kanisa liwajibishwe. Kanisa ni la Kristo eh, Kristo hajafanya kosa, mimi ndio nimefanya makosa kwa hiyo kama nimefanya makosa mimi nichukuliwe kwa mujibu wa sheria za nchi eh, nichukuliwe hatua nionywe, eh, hatua za kinidhamu zichukuliwe kwa ajili yangu kama nimekosea. Lakini pia kunayo nafasi ya kuongea, mazungumzo yapo. Asante sana. Kauli ya waziri mkuu ni kwa kiasi gani imeleta faraja kwa Watanzania? Yaani watu hawazungumzi, lakini kwambie kwamba watu wamefurahi. Mimi niko kwenye magrupu ya wachungaji, wachungaji wanafurahi wanasikia vizuri. Mimi pia ni mmoja wa watu ambao nilishea kwenye grupu langu baada ya ile taarifa, nikaikata vizuri, nikaiweka pale. Wachungaji wanapongeza tena, wanashukuru sana. Yaani kati ya jambo zuri ambalo linaisafisha nchi yetu ni kufungua makanisa. Lakini pia waziri mkuu wakiwa kwenye lile eneo la mwendo kasi aliwasisitiza Watanzania kujali mali za umma, kwa kile alichokisema kwamba ni mali zao wasiziharibu. mm. kwenye hili unaweza ukasema uka, uka nini kwa kweli jambo hilo ni muhimu sana kuzingatia, kwa sababu tunatumia gharama nyingi sana fulani, hata kama ni, ni mabasi ya mtu binafsi, lakini yanatusaidia sisi. Hawezi kununua yale mabasi kwa ajili ya familia yake, kwa sababu ni mengi, lakini pia yanafanya ya, ya kazi kubwa ya kufanya urahisishaji wa usafari za hapa na pale. Kwa mfano unapochoma ma, magari e, kuandamana, sio kuchoma magari kama mimi mchungaji, ningewaambia, ningekuwa mshauri labda, ningejua hiyo jambo linatokea kiasi gani, ukubwa ungekuwa hivi, basi ningewaomba mapema kwamba, jamani, msiharibu mali za umma kwa sababu nchi ni yetu eh, nchi ni yetu. Tunapo tunapochoma eh, vifaa ambavyo vinatusaidia wenyewe, unasababisha mambo mengi. Kuna wagonjwa wana, wanapelekwa wanawaishwa hospitalini, kwa mfano anafia pale, kwa sababu gari halipo. Eh, kuna watu wanaenda kupata eh, mahitaji sehemu mbalimbali. Unachoma una, una gari au unachoma vituo vya mafuta. Kwa mfano hapa ilitokea adha ya mafuta, tukawa tunahangaika mafuta hakuna, ni jambo ambalo sio zuri eh, ni wasii wa Tanzania, wenzangu tutunze na kulinda mali zetu za wa Tanzania hiyo. Wenzetu, uwasilishaji wa hoja usiende kwa hasira kwenye mali ah, usiende kwa hasira, kwa hasira kwa sababu unapodai haki fanya meza mazungumzo, tuzungumze Weka hoja zako moja, mbili, tatu na naomba hiki kama kinawezekana kifanyike, alafu wao watakwambia hili linawezekana hili haliwezekana. Shukrani sana. Na, na mwisho labda tumalize kwa, kwa hili, tumesikia kauli za viongozi mbalimbali wa dini sasa hivi zikiendelea kutolewa kuhamasishwa, lakini pia ni kauli ambazo kidogo zina utata, kauli ambazo ni kali, labda kama umezisikia kama mchungaji, nini ambalo ungezungumza kuhusiana na kauli hizo ambazo zina, zinatolewa kuhusiana na tarehe fulani ambayo imetajwa kwa ajili ya maandamano? kama mimi, mimi binafsi ningeomba kama kuna mtu yeyote anatazama eh, clip hii na taarifa hii, ningemwomba kuna namna nyingi za kupata suruhu kwenye hii nchi, sio tu kuandamana, sio tu kuandamana. Kuandamana eh, ni hatua nzuri ya mwisho sana, lakini muwe tayari mmeshafanya vikao vingine. Ningewaomba wasiandamane kama mimi ninavyowaomba wasiandamane watu, kama kuna watu ambao ni viongozi ambao wanatamani kufanya hivyo, kuna mambo ya kurekebisha eh. Na uzuri sasa hivi kuna taasisi mpya ambayo inasimamiwa na kijana wetu mmoja, nimemsahau, wa huku kusini, nanauka eh, nanauka, ah, tunaweza tukamtumia huyo kwa sasa, tukamwambia tunahitaji hivi vijana eh, mimi ni mchungaji kijana, tunahitaji hiki na hiki kwa ajili ya mstakabali mzuri wa taifa letu, tunahitaji hiki na hiki, na mambo yakakaa vizuri. E, tusiandamane kwa sababu tutapoteza muda mwingi sana kwenye hayo maandamano. Tunatakiwa tukalime. Wataweka lockdown, lockdown kali sana ambazo zitatuzuia tusitoke nje, watoto hawataenda shule, mambo kama hayo, uchumi hautaendelea, mambo mabaya sana yataendelea hapo, lakini tungeomba itumike njia nyingine. Na kwa kuwa umesikia hilo, mmekuwa mkiombea kwa kiasi gani wala ulisitokee? Yani hili jambo tunaliombea kwa uzito sana na tunamwomba Mungu sana lisitokee, kwa sababu yaliyotokea yanatutosha, tumeyaona madhara yake. Tunaomba sasa hivi kwa nguvu nyingi sana, hata hivi uh, tunakuwa tuna, tunaomba usiku, tunaomba mchana, tunatumia na message: jamani, tuombee taifa letu, na, na isipokuwa turushi sasa, kwa sababu unaweza ukarusha afu katafsiriwa vingine. Lakini tunaombea sana taifa letu lirejee kwenye amani.